Walimpiga kutoka nyuma risasi ikatokea hapa. Na mimi nchini nimeitumikia, nimewahi kulala na bunduki, nalinda nchi hii. Uwezi kuniona ni mtoto mdogo. Sasa nailindaje Tanzania kama naogopa panya? Nimeiomba serikali watuletee polisi watulinde wote. Moja, sitafuti mtu. Pili, Mwijage sitafuti umaarufu Tatu, siko hapa kuchochea. Nimewaambia mnyamaze, nimemwambia Masauni asubutu, Masauni akanyage ya hapa, kama nitachukua masaa kumi na mbili sijakamata. Mimi ni mtiifu wa chama, lakini sio sampuli ya kunyamaza. Hii sio sampuli ya kunyamaza. Umeondoka kama shujaa, umeondoka kama shujaa. Hey, umemfata chegu vala, nenda, nimekuvalia sari. Kama ah, we, we. Nimbunga, jimbo, kaskazi, ni mbunge wa jimbo la Muleba Kaskazini Charles Mwijage akiongea kwa uchungu mbele ya mwili wa Lespiki Usi Aspro aliyekuwa katibu wa CCM kata ya Rutoro iliyopo wilaya ya Muleba mkoani Kagera ambaye inadaiwa liwawa kwa kupigwa risasi na mmoja wa walinzi wa wafugaji katika kitaru namba saba kilichopo katika ranchi ya Kagoma iliyopo wilayani humo. Aspro. Aspro. Akiwa amevaa shati la kijani lenye nembo ya jembe na nyundo, amelala chini. Sikuamini. Nimekuja kuambia wana Rutoro na na washukuru, mimi niko hapa tangia jana. Ninalowambia narudia tena, muwe watulivu. Ukiona mtu anataka kukushambulia, ukimbie Usimjibu. Mama Samia yuko na nyie, alinaambia Mwijage, jambo la Rutoro uniachie mimi, ajabadilisha. Jaribu kukimbia nimewaambia vijana wakimbie, wakasema asporombona, alikimbia. Huyu katibu wa CCM, watesi wake hawakumwangalia usoni, mheshimiwa Karamagi walimpiga kutoka nyuma risasi, ikatokea hapa kwa wataalamu. Huyu mtu alikuwa anawakimbia watesi, alikuwa anawakimbia watesi. Nimelia sana, siwezi kulia tena mimi. Kwa uwelewa kwangu sirudi kwenye historia, kila kitu kimeandikwa. Na niwaambie viongozi wangu, mimi simtafuti mtu Wanasema Mwijage anamtafuta mtu, atetei watu wa Rutoro. Nimeisha zidi revo ya kutafuta watu, sitafuti mtu. Nilipewa jimbo hili na ntalitetea mpaka hawa wakatae, sitafuti mtu mimi, wala sitafuti sifa, wala sina sababu ya kuchochea. Ndio maana mkuu wa mkoa watakuwa wamekuambia mimi nimeiomba serikali ngazi ya juu ituletee watu waje watu waangalie eh, waje wawaulize hawa kama Mwijaga anazusha, mwaulize na hawa eh, wote. Nishawambia mtu akionewa asinitumie ujumbe, amtumie mwenyekiti wa halmashauri, amtumie mwenyekiti wa chama wa wilaya na mwenyekiti wa mkoa. Kila siku unapokea message kwa kuokoa kwa kuondoa maneno kwamba Mwijaga anachochea Asporo ameanguka siku hiyo hiyo, ameanguka tarehe moja, ikafanyika operesheni vyengelegele. Mama aliyepotea kwenye operesheni amepatikana jana. Sio maneno ya Mwijage. Nimewambia mfanye nini? Mtulie. Mama Samia yuko nani? ananijua na mdua, na mjua, na mimi nchi nimeitumikia, nimewahi kulala na bunduki nalinda nchi hii. Uwezi kuniona ni mtoto mdogo. Naiomba serikali, na nimemwambia mkuu wangu mgeni wa wilaya hapa, watu wenye bunduki watoke, kwa sababu watu wana mali zao, wana zithamini. Mimi sikatai, tuletewe tuletewe, polisi watulinde. Hawa watu wakifanya makosa Polisi iwashughulikie, lakini na wenye mifugo wafanyakazi wao wakifanya makosa, na wao washughulikiwe. Kuna mawe huku, ndo maana naitaka tume huru, na nimemwambia Spika nikawaonyeshe mawe yameandikwa uozo. Utaandikaje rwanda ndogo kwenye nchi ya Samia na mimi nipo usiriji elfu moja mia tisa sabini na nne akina masha wakiwa Algeria, mimi ndiyo niliongoza vijana mia tatu hamsini kwenda Bunazi nikia, nikiria na kuimba kwamba na hapa naahidi Tanzania nitakulinda. Sasa nailindaje Tanzania kama naogopa panya? Nimeiomba serikali watuletee polisi watulinde, wote atakayekosa ukagusa ng'ombe wa mtu wa kupeleke ndani. Lakini nilisimama katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikamshukuru Spika, nikamshukuru mwanasheria mkuu wa serikali, nikawaambia sasa mimi ni mtoto mzuri, I am a good boy. Namshukuru Rais kwa kumaliza swala la Rutoro. Nikafatwa na watu wa serikali kwamba, Mwijage katika hotuba nzuri imewahi kutoa ni hiyo leo hii nafika hapa, watu wanaanza kupigana. Ndio maana nasema ije independent body, na tutaki wazungu waje, wae waje, wamakua waje, wa waje, wachaga watuangalie. Huenda na mimi nina damu kwenye mikono yangu, huenda si msafi, lakini moja, sitafuti mtu Mwijage sitafuti umaarufu. Tatu, siko hapa kuchochea. Nimewaambia mnyamaze na mkuu wa mkoa, nikuambie hili si swala dogo, si swala dogo. It is an organized crime, ni uharifu uliopangwa, si swala dogo, si uharifu wa kawaida. Na mungenikubalia leo, wahusika wote angeshakamatwa na namwambia nimemwambia Masauni asubutu, Masauni ya kanyage hapa, kama nitachukua masaa kumi na mbili sijakamata sija. Hata kama ni kupiga ramuli na nalizungumza mbele ya kanisa, tutapiga ramuli. Kama ni kurara msikitini, tarara msikitini. Yaani, yeah. Psychological warfare, tuwaonyeshe watu kwamba tuko kazini. Huyu mwenye buroko, hata kama asingefungwa alipashwa basi abaki Bukoba hotelini, tuseme anaojiwa Sio anakuja hapa. Mimi ni mtiifu wa chama, lakini sio sampuli ya kunyamaza. Hii siyo sampuli ya kunyamaza. Mtulie, mtulie, mulinde watu hawa waje watuwekee mipaka. Mwenye makosa ni mimi Mwijage, mwenye makosa ni mimi. Mimi ndo niliondoa kesi mahakamani ambako wananchi walilalamika kwa narkwa kuwavamia. Ni mimi Mwijage ndio mwenye makosa, kwa sababu kesi hii mwanafunzi wa sheria alikuwa anashinda asubuhi. Hati tunazo, serikali yenyewe ndio yenye mamlaka, ndio baba, ndio mama, itatupanga inavyoona. Na siri moja nikwambie, mwenyekiti wa chama hapa, tuna eneo kubwa. Muleba ina hekta mia moja themanini elfu zinazofaa mifugo na kilimo. Hawa watu hawa hawahitaji zaidi ya hekta ishirini elfu. Poreni sana, poreni sawa na yeye alijibu, baada ya huyu mliyekuja naye, huyu mliyekuja naye si mtu mzuri. Alimwambia, wewe naondoka na wewe huyu, akamjibu nitaondoka kama shujaa. Umeondoka kama shujaa, kama radi, umeondoka kama shujaa. Umeondoka kama shujaa eh. Hey, umemfuata chegu fora, nena, nimekuvalia sare. Umeondoka kama shujaa. Ah, wewe.